Hello ndugu zangu, wadau wa ufugaji wa samaki, kwa majina naitwa Maneno D Komba. Leo nitaka tuweze kuonyesha sampu za wale wadau wangu wa Tunduma na Mbeya mjini Sumbawanga na ratiba ya kuagiza vifaranga hawa kesho kwa mteja wangu. Haya vifaranga nishatangaza, bei ni shilingi mia nne mia nne kwa kila kifaranga kimoja ila ukichukua wengi ni shilingi 300 300. Saizi hii tofauti na vile tulivyozoea kuchukua hizi saizi ndogo ndogo. Hizi saizi ndogo ndogo ni shilingi 200 200, lakini hawa wakubwa wakubwa ni shilingi 300 300 kama nachukua wengi, lakini kama nachukua wachache shilingi 400 400. Wale wanaopenda kuchukua vifaranga wakubwa wakubwa ndo hawa nimeshawaletea ishi ya usafiri tunaangalia namna gani ya kuchangiana, lakini vile vile tukijaribu kuangalia upande wa pili kwa wale wanaopenda vifaranga wale wa behi ya chini, yaani wale wadogo wadogo ambao wanahimili pia hata masafa marefu tumeweka hapa e, wengine wapo hapo kama unavyoona, wana chakula wanaendelea kupata kama kawaida na vifaranga hawa wanaoonyesha, wanakula chakula saizi hii namba nne milimita 2 hii, kama tunavyoweza kuona samaki wetu wanakula chakula cha kiwandani, hawali pumba hawa au hawarishi vyakula asilia, na wale kuhitaji yale majani haya hapa. Nadhani ya majani nishaelezea umuhimu wake kwenye mabwawa yale mapya umejenga maemi ya ma hapo mle, nini umuhimu wa haya majani nishaelezea, kama hukunifuatilia ni aayamaanshaeleeaaakunifuatiiaymaukamtafuta niweze kukuelezea. Lakini wale wadau wangu kama nilivyoelekeza, wale wadau wa Njombe, Makambako, Ilinga, sorry, sorry sorry, Ilinga, Mbea, Mbea mjini, Tunduma, Sumbawanga, mzigo wenu ndo huu hapa nimesha uandaa. Na wale wadau wangu pale Tunduma tuwasiliane mapema. Kesho ndo siku yangu ya kutuma vifaranga hawa, na wale tuliokuwa tumelipia tujiandae tu kesho kuwapokea vifaranga hawa, tayari leo wanashinda wanapumzishwa, hawapigwi chakula, wamelala na njaa toka jana, wanalala na njaa, wanashinda na njaa leo, wanalala na njaa kesho, wanavotoka ni asilimia mia moja kuwafikisha wakiwa salama. Kwa maana hapa tulikuwa tunahesabu, tumesha hesabu idadi namba anahitaji mteja, na kuna wengine wapo upande wa pili kule, tukijaribu kuangalia, lakini hawa tuliowahesabu tutakuja tutaweka hapa kwenye apaneti yetu, wapumzike vizuri, kesho asubuhi, usiku usiku ni kunyanyua tu na kuondoka. Na karibuni sana wadau wangu wafugaji wa samaki, kwa majina yanaitwa maneno D Komba. Karibuni sana kwa kwenye...